Jina langu naitwa Neema Kasote, ni mratibu wa jambo kubwa jipya ambalo leo tumewaita hapa kwa ajili ya kutambulisha shindano ambalo linakuja kufanyika nchini Tanzania ambalo litakuwa linajulikana kwa jina kama la Smartgin Street Dancers. Hili ni shindano linahusisha vijana wote wenye vipaji vya kucheza, tunachozingatia tu ni umri kuanzia miaka 18, lakini huko nchi Tanzania na unajijua kabisa una kipaji kikubwa cha kucheza, basi hili ni shindano ambalo litawahusu watu wote wenye vipaji. Na kwa nini mwaka huu tumekuja na hili uh, shindano la kudanse kwa sababu ni moja kati ya shindano ambalo sasa hivi hata nyinyi mkitazama ni kitu ambacho hakifanyiki sana uh, nchini kwetu Tanzania uh, kwa muda sana kumekuwa kimya, lakini sisi tukiwa kama sehemu ya watu ambao tumekuwa tukifanya mashindano mbalimbali, tukifanya event mbalimbali, tumeona sasa tulikumbuke kundi la watu ambalo lipo Tanzania, lakini kwa ujumla linaonekana kama limesaulika, na hili shindano kwa mwaka huu 2026 na ndo tunalianza kwa mara ya kwanza kwa huu, utakuwa ni msimu wa kwanza ambao tunaamini tutaanza kwa kishindo kikubwa, tutaanza kwa nguvu kubwa na kuhakikisha kila mwenye kipaji cha kucheza yuko mtaani, hajawahi kuonekana na ana kitu ambacho kitamfikisha mbali, basi kupitia shindano hili watu watakwenda kuonekana na shindano hili tunataka liyo la tofauti sana. Kwa nini tunasema tofauti? Ni shindano ambayo lita, lita, litamfanya mtu aweze kushiriki vile ambavyo anataka. Litaruhusu mtu kushindana mmoja mmoja, kushindana kwa makundi Aidha kundi la watu wawili, watatu, wanne mpaka sita, lakini pia ruksa kushiriki mtu mmoja. Kuna muda mtu unaweza ukamwambia ni shindano la makundi la, la, la labda kuna mtu anaona yeye ana uwezo mkubwa anacheza kuliko wenzie, anaona labda, wenzangu nikicheza kama kundi wataniangusha, mi nataka niingie mwenyewe, ruksa. Lakini pia tutaruhusu mtu kucheza aina yoyote ile ya mziki. Unataka kucheza ngoma za asili, unataka kucheza nyimbo zetu za bongo freva, unataka kucheza aina yoyote ya mziki, lakini kikubwa sisi tuone katika kile kipaji ambacho mtu umeweza kujaliwa. Shindano kwa mara ya kwanza, ama msimu wa kwanza, tutakwenda kufanya mikoa nane, na mikoa ambayo uh, tumechagua kwanza nao kwenye msimu wa kwanza, tunaamini pia tutakapokuwa tunaendelea kuna mikoa itaongezeka, lakini kwa kwanza Tumeanza na mikoa nane. Mkoa wa kwanza kabisa ambao pia utakuwepo ni mkoa wa Morogoro. Uh, lakini pia tutakuwa na mkoa uh, wa Njombe. Tutakuwa na mkoa wa Dodoma, Iringa, lakini pia tutakuwa na Mtwara, Songea. Vilevile vile, uh, Mbeya pamoja na jiji la Mbeya pia ni miongoni mwa watu ambao wamepata bahati katika msimu wa kwanza kabisa kuweza kufikiwa na shindano hili la street dancers. Hii ni kwa watu wote ambao wana vipaji vya kucheza. Haifungi mtu kama yuko jirani labda na Morogoro. Uko jirani na Morogoro labda da Pwani, una uwezo wa kuja Morogoro, unaruhusiwa kuja kushiriki. Labda mtu yuko Singida. Uh, yuko eneo lolote la karibu labda na Dodoma anaweza akasogea Dodoma kuweza kushiriki katika shindano hili ambalo kwa msimu huu wa kwanza 2026 limeweza kwenda katika mikoa ambayo nimeweza kuitaja. Kwa hiyo tunaomba sana support kwa Watanzania wote, mzazi mlezi, una kijana, ni wewe mwenyewe ambaye unatusikiliza, una kipaji, tunawakaribisha sana kushiriki. Ni bure, hakutakuwa na gharama yoyote ya kushiriki. Ni bure, kikubwa tu uwe na kipaji ambacho unaona una uwezo wa kuja kukionyesha kwenye shindano hili la Street Dancers elfu mbili na ishirini na sita. Kwa majina, naitwa Aminaya Mambo, ni mratibu wa mashindano haya. Yataanza kufanyika rasmi tarehe kumi na nne ya mwezi wa pili, kwa hiyo tarehe kumi na nne ya mwezi wa pili mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita ndiko ambapo uzinduzi rasmi wa mashindano haya utafanyika hapa kwa mkoa wetu wa Morogoro. Kama ambavyo tumeambiwa kuna mikoa nane ambayo itaenda kushindana, lakini kwenye uzinduzi mkoa wa Morogoro umechaguliwa kuwa sehemu ya mkoa ambao utazindua mashindano haya. Lakini pia tunafahamu, yanapoandaliwa mashindano lazima pia kuwe kuna zawadi amini zaidi ya shilingi milioni thelathini ambazo zitaenda kushindaniwa. Kwa hiyo kwa mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa tatu, mshindi wa nne, wa tano mpaka wa kumi. Lakini pia hata wale ambao watajiunga na mashindano haya watakuwa sehemu ya kupata zawadi ambazo zitaenda kutolewa. Kwa hiyo ni watoe hofu wale ambao watashiriki kwenye mashindano haya kwamba zaidi ya milioni thelathini ipo kwa ajili yenu vijana, iwe ni kijana, iwe ni baba, mtu mzima, no na uwezo wa kucheza. Pia tunaamini uh kipaji ndo mtaji na ni ajira, kwa sababu mtu anapoamua kujifunza kucheza na akawa anaweza, ipo na kundi, anaburudisha watu, mnafurahia. Hiyo ni sehemu yake ya kazi yake. Kwa hiyo si tumewekeza hela, wao ni kuamua tu kuja kushiriki shindano hili ili waweze kushinda hizo zawadi ambazo tumesema kwenye milioni 30. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana wachangamkie, na shindano hili halina upendeleo wala hakuna mtu yeyote ambaye amepangwa, ni wao tu kuamua kujitokeza kwa wingi kuchukua fomu, lakini pia fomu ni bure, hakuna eh, fomu ambayo itauzwa. Kwa hiyo isije ikatokea mtu huko akasema anauza fomu za Smartgin Street Dance. Hapana, fomu haziuzi.